Tunashukuru Mungu, leo tumeamka salama, tumefika katika kiwanja cha mazoezi. Maandalizi ni mazuri, walimu wametupa tactics, mbinu zote za kwenda kuwakabili wapinzani wetu ambao ni Junguni. Natarajia ushindi, kwa sababu timu yetu imekamilika kwenye vitu vingi. Tumetoka kucheza na KM, tumetoka na ushindi wa goli mbili kwa bila. Tumetumia mbinu mbalimbali mbali ambazo walimu wameweza kutu, kutupatia na imani kubwa, mechi ya kesho tunaenda kupata pointi tatu, kwa sababu walimu wamejua jinsi gani ya, ku, ya kupangilia kikosi chetu, ambacho kikosi kimekamilika kila namba, yani kila namba, nikizungumzia kila namba ina mtu. kila akiondoka mtu anakaa mtu. Sisi tupo nyumbani ya, mpira hauna ugeni, hauna ugeni nini, kama timu yetu hakuna hakuna ugeni, kuja huko soka kama ni ugeni. Mashabiki watarajie matokeo ma, ma, ma, ma, ma, mazuri sisi kauli yetu mbiu kwamba hatujashinda hatuwezi kufungwa. Hiyo ni kauli yetu mbiu ambayo haitobadilika, lazima tupate pointi tatu ama tu draw, tupate moja moja tugawanane na, na nini. Mashabiki walioko pemba wote kwa jumla waje Gombani kuja kutuangalia. Timu yetu iko vizuri kwa sasa, lengo letu zamira yetu mara hii ni kuchukua ubingwa e, umoja wetu ndio ushindi wetu.